Kondo, mimi unaje? Ah, ah, ah, sitaki kabisa. Tufatane fatani. Wewe, mimi nimekuacha ndani kabisa. Unaona sura yangu mimi inaongea, sura yangu inasema kabisa mimi nina hasira. Mimi nishanoki. Wewe unataka unataka nikuelezee vipi? Basi nisamee aishe. Kwani kukutenda kosa ndo kurudia kosa? Ah, ah, ah, ah, siwezi kuelewa kitu kama hicho. Mimi nilikwambiaje? Uh, una-unataka kusema mimi misingi nayoeka wewe uh, utaki kuifuata si ndio? Sina uh, maana hiyo lakini uh -huh, mimi binadamu nimepitiwa tu, nisamee. Unapitiwa vipi swala eh? Unapolifanya hakikisha kabisa unajua. Mimi nina mme mme wangu kaniwekea misingi moja mbili tatu nne, ifate wewe. Unaanza huko unaenda, unafanya mambo yako unavyojua wewe hey, unafanya vitu vyako unavyojua wewe, afu sasa hivi unakuja unaniona mimi bwege, si ndio? Basi nisamehe, aishi mume wangu. Ah, wewe umeniona mimi bwege kwa nini? Sasa ulikuwa upokei simu, simu yangu ilikuwa sisikii, ilikuwa kwenye pochi. Mhm, ndio maana nikasipokei, lakini sio kwamba ningeiona ningeshindwa kupokea simu yako. Acha ushenzi! Afu mi sio mtoto mdogo, mi sio mtoto mdogo kabisa. Rudi ndani! Yani wewe wewe wewe mi ndio maana nimetoka kule, sitaki hata kukuangalia usoni kwa sababu naweza nikakuwasha hata vibao, yani usiamini na kuwasha vibao, mshenzi wa tabia. Wewe wewe mi nilikwambia. Sasa kwa nini umeondoka? Umenipigia oh, simu sana, nikasema tu niende mara moja kutoa wewe. Nitakutia kichwa wewe, nitakutia kichwa Zama. Oho, oh, wewe kumbe mi unijui. Mi mwenzio mkorofi, mi mwenzio mkorofi huu mtaa ananijua, ule mtaa mbele kule, wote wananijua wadada, kule wote wananijua mimi. Mi sipendi upumbavu, upumbavu. Acha wanisikie, acha wanisikie! Kwani mi sinaongea na mke wangu? Mi sinaongea na mali yangu? Nani? Haya, nani atakuja hapa an, an, aniongeleshe kitu mimi? Hapa nipo kwangu na mimi naongea na, na mali yangu mimi. Sawa bwana, wewe umeniletea mimi dharau, umeniletea mi mambo ya kishenzi Afu nakuja hapo najikuta, unataka mimi labda nikwambie kitu kimoja, siwezi kusamehe mimi makosa yake kumba kumba, siwezi kabisa. Mtu akitoka akitoka kwenye misingi yangu mimi namkataa. Wewe Zama, mimi nishakukataa, nakwambia kabisa, nishakukataa. Wewe unaniangalia meji hicho la uroma, wewe unatia uroma kwangu. Mimi mimi ni kinoki, ndo nimenoki. Basi sitaki wewe, usishike usishike. Zama, nakwambia kabisa, usishike basi ngie, basi tukaongee, tusiwape watu faida. Basi hapa barabarani uone kama hapa nje lakini, ukaongee ndani. Nini ukaongea na mimi nini utakachokiongea? E, wewe mimi nikakuelewa nini wewe? Hey, yeah, twende tukaongee ndani tuyamalize, sijataka. Si mume wangu, tusipige makelele, tunawapa faida majirani. Maana yake nini kusimama na kuwata hapa nje njeakuongea kwa kwani, si hatuna nyumba? Nyumba ipo sasa kwa nini tukae nje tunapigizana kelele nje? Maana yake ni nani alitaka kuongelea nje? Wewe si ndio umenifuata, au si ndio umenifuata? Nimekufuata kwa sababu nataka suluhu na wewe, mume wangu, tuongee aishe. Nimekufuata ili turudi ndani, sijakufuata ili tuje kupiga kelele nje. Mwanamke huyu kumbe, anijui wewe, unijui. Mi mwenzio nikikasirika waga na vimba, anaweza nikakufanya kitu chochote hapo. Ndio maana nimekuacha kule, nimeepusha shari, nimekuja huku, sitaki kuongea na wewe. Mi nisha kukataa navyokwambia. Nisha kukataa kabisa. Oho. Eti hiyo, tukaongelee ndani. Sijuti nini na nini. Ah, kama ulikuwa unataka sisi tuanze kuongea tukae tunaeleana. Mbona wewe hujataka kunisikiliza? Mi? Eh? Umejiamlia huko, umeenda huko, umefanya mambo yako huko, simu yangu pokei, unarudi eti hiyo simu ilikuwa kwenye pochi, sijaisikia. Wewe mtoto wewe, wewe, wewe. He. Majirani wenyewe wanajua kabisa we mke wangu mimi. Afternet jirani atokee huko aje aongee nini? Mimi wewe na kuzaba vibao anakutia hadi vichwa. Nini? Hili ni swala la mke wangu mimi, nakwambia, Zama, nitakuja kakukosea. Nimekukataa, simzungumzie ndani. Tuzungumze nini? Tunakaa tunazungumza nini? Sasa tunazungumza kama mtu kwa kukosea, kama kuomba msamaha au yaishe, yaishi. Ngoja kwanza, kidali, wewe unajua akafanya nini huyo? Ndio maana nimesema hivi, sitaki mm -hmm. kujua mm -hmm. hayo mambo yenu, nyinyi ni ya ndoa, mkakae mm -hmm. ndani mjadili ndani. Tunaongea nini? Mambo yetu ya ndoa ndani, tunaongea nini? Kwani vitu havizungumziki hivi? Si mnaweza mka, ah, baba azungumziki, haya azungumziki kabisa, huyu mimi nishamkataa. Mimi mtoto wa kiume nimeweka principle moja mbili tatu, zifati mtu unakuja, unaletea mimi utaila utaila sawa. Inawezekana wewe umekasirika alichokufanyia huyu, okay mm -hmm. ila kwa sababu huyu ni mkeo, aitakiwe umwanike hivi. Unaona anavutia huruma, unaona anavutia huruma. Inawezekana yeye ajiona kama yeye hana makosa Ma. unaona anavutia huruma, inawezekana alitambua kosa lake, bwana yuko hivi eh e. e. muende mkazungumzie ndani ya mambo uzi mmoja, muende mkazungumzie ndani, ikiwezekana msameheane, jamani kwa sababu ukosea kupo kukosea. Mimi nimetoka huko nikajua hapa kuna ugomvi gani, nafika hapa kumbe nyinyi eh, watu wengine wanatamani wana kuja huko kuona makelele kama haya ah, saa kwa kama kukosea kupo ndo mtu ukosea makusudi. Mtu akikosea unatakiwa umsamehe, kwa sababu hakuna kosa la makusudi, makosa ni kosa tu. Kwa ha? hiyo hata kama akakosea makusudi mpe chance tena, kwa sababu hata wewe mwenyewe unaweza kumkosea chance. muku... ipi chance ipi? Kama mtu hawezi kukusikiliza kwa jambo dogo tu, unampa chance gani? Labda nikuambie kitu kimoja mwanangu. Mimi mtu akinigeuka mimi namkataa. Ndani ya dakika tatu namkataa, namsahau. Umemwona huko? Mimi ndio sitaki hata kumwangalia, mimi nishamkataa, nishamsahau. Sawa bwana. Anakaa anantilia tilia huruma pesa. Tena namwambia mbele ya macho yako huyu aingie ndani achukue vilago vyake aondoke. Mimi sitaki tena kuishi naye. Sasa huko ulikupigia. Tena mimi sitaki, sitaki anaongelesha. Mmejenga wewe mwanangu familia yenu muda mrefu usikubaliane na swala kuachana. Sasa wewe mwenyewe kakataa, mi nitamlazimisha mpaka iwaje? Sitaki, sitaki. Unafikiri mimi nataka? Unafikiri mimi nataka? Sitaki. Sawa, chukua nguo zako, ondoka, tuachane mimi na wewe. Kuanzia leo sio mke sio mme. Mimi nipo singo hata kama nakuta mdada, usijisaulishi hapa hmm. ni nyumbani kwangu mimi. Sawa umenioa, lakini hapa ni nyumbani kwangu mimi. Kwa hiyo kama wewe unitaki hau nihitaji, umeona huwezi kuishi na mimi tena Unaweza ukafunga ukaenda we, Zama, we unaelewa nachokiongea, unamuelewa? Kwa hiyo hapa hey, nyumba yako hey, nyumbani kwangu. Kwa hiyo badala ya nyinyi kukutana, ulimpenda ukamleta no kwako hey. Nyumba ni yote, we ndio mmiliki. Kwa hiyo huyo amekuja tu na begi, ndio na anaongea kelele zote zikumbe hey, na begi tu, na mimi tulikuwa nambembeleza turudi ndani tuongea, ataki hivi ah, vitu vinaweza ndio un, vikaongeleka vikaisha. hmm. kwani mimi si nikuwa na hasira tu. mtu anapokuwa na hasira, mwacha atoe hasira zake yeah. Twende ndani tukaongee. So unakaa tu ha? Hapa nje unakaa unawafaidisha watu, kila mtu ajue vitu vyetu. Twende ndani tukaongee, twende huko. Wewe ungechukua tu begi lako kama vile. wewe ungechukua begi lako. Hamna huo mimi mke wangu unakaa tu naamaliza. Twende tukaongee, sababu umeona dada? hapa saa hizi kutoka na nini? Wewe una nyumba ndio maana anakubali azungumzike, lakini angekuwa nyumba ya kwake wewe, saizi ulikuwa unatumwa timulio na kwa hiyo yeye amua. Wewe unajua mimi jinsi gani ninavyompenda wewe, unajua huyu mimi nimetoka naye wapi baba? Kama mimi nimfukuza amua nani? Unaweza kuona mtu baba ya magani yange nyumba yake saizi, vitu vyako vingi tu kwa nje zamu, haya anazungumzika. Nisikia, mke wako. Mbona nataka saizi wakati na kuongelesha ukota kunisikiliza au uko umejisahau? Haa. Shetani anakuja tu, shetani anampanda mtu kichwani basi. Mimi mimi mi, kwa kusema eti nakana na na na kufukuza wewe mimi naanzia e. <imibi nazi> Wapi eh? <imibi> wewe unajua kabisa ninavyokukubali wewe wewe, eti kabisa, eti toka toka, nifanye mambo kama haya wewe, twende ndani <imibi> <imani> tukaongee na ndani, tunaongea ah.